Naitwa Anseti John Julius natokea parokia ya Mtakatifu Remigius Kagunga. Yes, na hapa tulikuwa tuko kimchezo zaidi kati ya viwawa wa Kagunga na viwawa kutoka Kigoma. Awali ya yote, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeanza mchezo wetu salama tena kwa maombi na bila shaka tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza mchezo wetu salama. Na viwawa pia ni miongoni mwa wale vijana wanaojifunza mambo mbalimbali yale ambayo tulikuwa tuyafahamu kwa majina anaitwa Samuel Everesti. Ni kiwawa kutokea parokia ya Kigoma ji. Leo tulikuwa hapa, nadhani tulikuwa kimichezo zaidi, kwa hiyo tulikuwa na ndugu zetu wa palokia ya Kagunga. Namshukuru Mungu. Zizia, mechi yetu imeanza salama na tumemaliza salama. <laughs> Ya ni sawa. <laughs> Ni kweli tumefunga goli sita kwa moja. <laughs> Lakini naaminiki kwamba katika mchezo kwenye mchezo kuna kufungwa na kufunga na kudraw, ni moja ya mchezo, lakini tunaamini kwamba kwenye mapungufu tumeyaona jawabeba <tosimua>, japo <tosimua>, mchezo, kusema, refa, kwa Mungu, mchezo unaweza refa, lazima ubebe kidogo ka nyumbani. Tunamshukuru Mungu, tunaanza mchezo vizuri, tumemaliza salama. Kama unavyofahamu mchezo na matokeo matatu, kufunga, kufungwa au kudraw. Tumejitahidi, tumepambana, lakini basi imetokea hivyo, tumefungwa lakini tutaenda kujiandaa, tutafanya maandalizi mazuri. Tuna uhakika watapokuja Kigoma, basi tutawashia kipigo cha mbwakoko, watatoka huko mbio na boti lao, wakirudi Kagunga, wakitukuta Kigoma moto utawaka. yes! yes! na naitwa Pidas Joshua Mbona, nikiwa kama kocha mkuu wa timu ya parokia Kagunga Mtakatifu Remigius. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa ushindi wa magoli sita kwa moja ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini pia nipende kuwapongeza timu ya watu wa Kigoma, Kigoma mjini jimboni, kwa mchezo ambao wameweza kushiriki na sisi, wameweza kupata bao moja. Yeah, kwa majina anaitwa Gerald Bonifas, Gerald aka Mgalilaya, kocha wa timu ya parokia ya Kigoma. Kwanza namshukuru Mungu, Mchezo umemalizika salama, japo umemalizika kwa sisi kufungwa magoli sita kwa moja. Nawashukuru vijana wangu, wamepambana kwa hali na mali, sema tu kilichotugalimu umetugalimu kitu kimoja, sababu sisi hatuna mazoezi, lakini tunaamini tutakaporudi nyumbani yale mapungufu tuliyoyafanya kwenye mchezo huu na vijana wenzetu wa Kagunga tutayarekebisha na tutafanya vizuri, naamini vijana wangu, tutakaporudi kwenye uwanja wa mazoezi huko nyumbani tutajipanga vizuri na pale tutakapoalika tena vijana wenzetu wa Kagunga kuja kwetu, basi naomba tu waje, umejipanga hatutokubali tena kufungwa goli sita. Na mtazamaji, uh, kama uliweza kuwasikia makocha wa hizi timu zote mbili umeweza kuona kwamba, uh, timu ya Parokia Bikira Maria mshindaji jimbo katoliki la Kigoma, uh, kanisa kuu imeweza kufungwa goli sita kwa moja na hilo goli moja likifungwa naye uh, Laurent Makapo likiwa ni goli la kufutia machozi, lakini naamini kwamba hii michezo ni kwa ajili ya afya na pia ili kudumisha urafiki. Na nikiripoti kutoka hapa Kagunga mkoani Kigoma, mimi ni Teo Mwamba Sijo.